Kupitia X siku ya Jumaa, siku ya jana, bilionea na mmiliki wa mtandao huo Elon Musk alitangaza kuwa kampuni yake ya kiribandi ya XAI imeinunua X AI kupitia mwamala wa hisa pekee. Hii inathamini X kwa dola bilioni 33 sawa so na trilioni 87 za Kitanzania, yani dola bilioni 45 ikipunguzwa kwenye deni la dola bilioni 12. Elon Musk alidai kuwa XAI sasa inathamani ya dola bilioni 80 sawa so na trilioni 212 za Kitanzania. Awali bilionea huyo alionunua mtandao wa Twitter ambao kwa sasa ni X mnamo Oktoba 2022 kwa dola bilioni 42 sawa na trilioni 116 na akifanya kuwa kampuni ya kibinafsi. Kwa kuuza X kwa XAI, Elon Musk anabadilisha msingi wa uwekezaji wa mtandao wa kijamii na kuwa kampuni yake ya AI, huku baadhi ya wawekezaji wakihusishwa na kampuni zote mbili. Awali, Elon Musk alisema kuwa wawekezaji wa X Corporation watakuwa na umiliki wa 25% wa kampuni ya XAI. Miongoni mwa wamiliki wa hisa katika mtandao wa X walikuwa ni Elon Musk mwenyewe, mwanzilishi wa Oracle Larry Ellison, mwanzilishi mwenza wa Twitter Jack Dorsey, mfadhili Bill Ackman kupitia Pershing Square Foundation, Fidelity Investments, mwana mfalme wa Saudi Arabia aitwaye Alwaleed bin Talal kupitia Kingdom Holdings Limited, Anderson Holds, Square Capital, Vi Capital na Sean Didcoms. Kwa upande mwingine, wawekezaji wa XAI ni pamoja na Elon Musk, Anderson Holds, Fidelity, BlackRock, Kingdom Holdings, Lightspeed Venture Partners, MGX, Morgan Stanley, Oman Investment Authority Qatar Investment Authority na Vy Capital. Elon Musk kupitia kwenye chapisho lake alisema kuwa X sasa ina zaidi ya watumiaji milioni 600 walipo waliopo hai. Mustakabali wa xAI na X umeungana leo. Tunachukua hatua rasmi ya kuunganisha data, mifano ya AI, miundombinu ya kompyuta, usambazaji na vipaji. Aliongeza kuwa muunganiko huu utafungua uwezo mkubwa kwa kuchanganya teknolojia ya hali ya juu ya xAI na jukwaa lenye ufikiaji mkubwa la X. Kampuni mpya itawezesha uzoefu bora wa maana zaidi kwa mabilioni ya watu huku ikidumisha dhamira yake ya msingi ya kutafuta ukweli na kuendeleza maarifa. Hii itatuwezesha kujenga jukwaa ambalo si tu linalo ulimwengu bali pia linaloongeza kasi ya maendeleo ya binadamu. Mbali na shughuli zake za kibiashara, ikiwa ni pamoja na kuwa mkurugenzi mtendaji wa Tesla na SpaceX, Elon Musk pia anaongoza idara ya ufanisi wa serikali chini ya rais Trump. Chini ya uongozi wake, idara ya itwayo DOGE ambayo imefanya kupunguza pia wafanyakazi kwa wingi na kukata matumizi katika mashirika mbalimbali mbali ya serikali ya Marekani. Hiyo hapa. Ni SNS Audio Series, za kusisimua makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina,